Ilikopo ni asubuhi, tumefika hospitali ilikopo tarehe 24. Tulipofika pale hospitali, mimi nikafika pale hospitali, nikakamba wangu ndo akaanza kufanya hizo process za kuonana na dokta. Tulivoonana na dokta, tukamkuta dokta mwingine wa kike yupo mle ndani. Tulivomkuta yule dokta, tukaongea naye, yule dokta akaniambia kwamba lala hapo, ni kuangalia kalala. Nikalala kweli pale kitandani, akipo na dokta na dokta yule wa kike yumo na mme wangu na yeye mwenyewe dokta Juma. Nilipokuwa nimelala pale, akanibinyabinya tumbo akaniambia shuka. Nivo shuka, katuelekeza kwa daktari mmoja hivi, akasema kwamba kuna daktari hapa ultrasound haipo, ila kuna daktari mwingine ambaye anayo hiyo ultrasound. Akawa ametuelekeza kwa daktari Lichi. Tukawa tumeenda tumefika kwa daktari Lichi. Huyo daktari Lichi akawa amefanyaje? Ametupima ultrasound, akatuuliza majibu, alisema nimrudishie, tukasema ndio, akatupa ile majibu, tukawa tumemrudishia daktari Juma. Tulipomrudishia daktari Juma, daktari Juma tukamkuta yupo na wagonjwa wengine tu, tumempa yale majibu, akaniambia kwamba kwa wewe una uchafu mwingi, kwa hiyo kuna dawa ambayo nitakiwa nikupatie ili kusaidie. Alivyokuwa akaniambia sasa akaniambia lala hapo chini ili nikupachikie dawa. Vua nguo nikupachikie dawa. Kweli nikavua mimi nguo, akaniwa mimi nifanyaje? Amenipachikia dawa. Ameniambia lala hapo chini, nikawa nimelala. Nimelala akaja, akawa amevua nguo na yeye akaanza kunibaka. Alivyoanza kunibaka, mimi nikaanza kulia. Nipo nalia, afu akawa ananiziba mdomo. Mambo gani sasa? Tufanyeje? Hao wananchi waende wapi? lakini haya yote yanafanyika yote, ndugu zangu, wewe mganga mkuu haupo hapa. Hebu usimame, ni kijana wala sio mzee, una shida gani? haya yote huwa uyajui wewe. haya ukaunda kamati, hili limekuja kwako, ukaunda kamati nzuri tu ya wataalamu ambao sisi tunaamini sote hapa sio, sio, sio kamati ya kitaalamu. Ulikuwa na la kwako ambalo ulikuwa unataka kulificha. Wewe unaficha, au ni uzembe au kutokujali kuto lakini kamati wewe mwenyewe unaishangaa kweli? Ni wewe uliyoiunda ikatuletea taarifa ya uongo. Mganga mkuu wa mkoa akaunda kamati ya wataalamu ikaleta na comprehensive report ikisema kamati ile iliyoundwa imetoa taarifa ya uongo ya wilaya, licha ya kuwa mkuu wa wilaya alikuagiza uunda kamati, lakini ulidharau, au ni uzeni? Na wewe mmesema rasmi, mmeandika barua TAMISEMI, mmeandika barua TAMISEMI ahamishwe. Hakuna kuhamishwa Asimame kazi kama TAMISEMI utamhamisha, wamhamisha, lakini sio kwa nafasi ya mganga mkuu. Tunaelewana? Yaani iwe comment kabisa bolded. Kwa makosa haya aliyo nayo, mkurugenzi hapa, sijui kama na mamlaka au ni rasmi, msimamishe huyo mtu kazi, mganga mkuu. Lete mganga, mganga mkuu mfawidhi hapa, DMO hapa, akaimu hiyo nafasi mpaka mtakapofanya marekebisho baadaye, kwa sababu haya mambo, huyu bwana yuko hapa, ametuundia tume ya uongo, uongo, uongo na kweli, uongo tu ameletewa ripoti yakakubaliana nayo. Mganga mkuu analeta ripoti chini ya rasi tofauti, inasema ile kamati hakuna ilichofanya, lakini hakuna mtaalamu aliyemweka huyo nesi. Wewe na yule uliyempa mwenyekiti wa kamati afsaliishe sijui nani, wote msimame kazi.